Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mwanadamu anayejivuna na anayejiamini ni yule mwenye chake, ni yule mwenye chake. Unacho chako, unajipangia matumizi unavyotaka. Ukitegemea mtu akupe, ukitegemea mtu akukopeshe hujakaa vizuri hali haijawa, nakuja kukwambia mbele za watu, deni langu hujanilipa, pesa zangu unakudai. Ujana dume wako upo hapo? Kesha kushusha, kesha kushusha hadhi si ndio? Lakini ukiwa na chako unajua vya kujipangia. Ukitegemea msaada, wale wanaotoa msaada, dunia yote sasa iko juu chini, mavita, maugomvi, mavurugu, chumi zimeshuka huko, hawafanyi vizuri kama tunavyofanya sisi hapa na wale wanaoweza kuresearch waka huende wakaresearch, Ulaya na Marekani sasa hivi hawafanyi vizuri kiuchumi kama tunavyofanya sisi huku. Kwa hiyo hata ndani ya kanda yetu hii, East Africa, Tanzania tunafanya vizuri sana. Niwaombe sana sana, watoto wangu, wanangu, ndugu zangu TRA, twendeni tukakusanye, tukusanye kirafiki. Mwigeni bosi wenu huyu mfupi lakini anafanya kazi vizuri. Nilimwambia Yusuf na kupeleka TRA, mfanya biashara asende kuwa adui yako, awe rafiki yako. Ameweza kulipa alipe, hajaweza na madeni, mwite, kaa naye, zungumza naye kirafiki, muulize, unaweza kuanza kulipa ngapi, halafu utanilipa ngapi? Ukimpangia hivyo atalipa, atalipa, atalipa, atalipa. Serikali inapata hata kama kidogo kidogo, lakini ile ya kwenda kumnyang'anya makompyuta, kumnyang'anya vitabu, sio, kumfungia ofisi, kufunga akaunti ile hai, ila lazima niseme hapa kuna masugu ambao lazima tufanye hivyo. Kuna wengine wana viburi, lazima tufanye hivyo. Kwa hiyo inapobidi tutafanya hivyo lakini kwa kawaida isiwe ndio mwenendo wetu. Tuwaite, tukae nao, tuzungumze nao, ujue tatizo lake ni nini. Wengine hawajui tu. Wale watoto wangu wa block wale, block management mtajua, mnapopitapita huko madukani na nini. Mwingine anakuuliza tu, ah, kwani nilitakiwa kufanya hivi? Mwingine kwani ah, nilitakiwa ku ah, mimi sijui. Kwa hiyo mnawaelimisha, mnawaelimisha, tunakusanya. Sawa ndugu zangu Lazima tukusanye pesa yetu ya ndani. Huko nje masharti yamekuwa yanaongezeka naongezeka. Leo utachokozwa kwamba watanzania wasije huku, tumewataka sijui pasipoti zao hawakusema, tumewataka sijui nini hawakutupa. Ah, wataka listi ya pasipoti za watu wangu weza nini? Na kipindi hiki si lazima ujiulize mara tatu hasa e, kama hukupeleka. Nasema sikupi pesa, usinipe, nitakusanya ndani kwangu, kwayo lazima tukusanye za ndani.